Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media? Kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Uh, ngoma ya Harmonize inaonekana uh, kufanya vizuri sana katika maeneo mbalimbali mbali pale e Nigeria. Update hii inazungumzia ukubwa ngoma hii, sio uh, tu Wasafi waliipiga bali imeweza kuvuka boda na kuweza kufika pale nchini Nigeria. Kuna vituo mbalimbali vya radio kama Naija FM, kuna Kiss FM, alafu eh, kuna eh, vituo mbalimbali tu ambavyo vimeweza kupiga ngoma hii. Sasa unaambiwa kwamba katika moja ya stesheni za radio eh, tunaona uh, kwenye laptop ya DJ ameweza uh, kuiplay ngoma ya Harmonize ambapo hii ilikuwa ni Naija FM ambapo wanaonyesha jinsi eh, ambavyo ngoma hii inaplay katika kitu chao cha radio na hii inaonekana kabisa kwamba ni, eh, ni kitu ambacho wana eh, yani ni, ni ngoma ambayo inaonekana kubamba sana. Sasa ngoma hii mpaka kupigwa katika vituo vya radio eh, kule nchini Nigeria means kwamba wameweza ku appreciate hasa za Harmonize. Harmonize yamefanya kazi kubwa sana na Abby Chams na tunaona mpaka vituo vya radio kama Naija FM ambapo frikwensi yake ni mia moja mia moja na mbili nukta saba yani 102.7 Naija FM in Lagos ya, sio pale Lagos Nigeria. Unapata kwa frikwensi hizo, e, mia na mbili nukta saba e, unaipata hiyo Naija FM. Waliweza kuipiga na wakaandika the love from Nigeria is insane. Huyu uh, ni Harmonize akisema kwamba upendo anaoonyeshwa na wa Nigeria uh, ni mkubwa sana kwa sababu kama unavyojua Nigeria ni nchi imebarikiwa na vipaji vingi sana, na kwa nini wasipiga ngoma zao? Unajua, kwa wenzetu eh, kupiga ngoma za kibongo imekuwa ni changamoto sana. Wamekuwa wakipromoti ngoma zao sana kuliko nje, ngoma ambazo zinatoka nje, lakini kwa upande wa kibongo bongo tumekuwa tukipiga sana ngoma zao za, za Nigeria, lakini kwa upande wao mpaka pige ngoma za bongo eh, kiukweli, kuna jambo au ngoma hiyo ni kali. Kwa hiyo maana yake eh, kupigwa katika vituo viwili tofauti vya redio inaonekana eh, imeweza kuweza kuchukua kwa eh, ukubwa zaidi, na wameweza kuchukulia serious kwamba unamwanamuziki anayefanya vizuri na ngoma yake ni kali, kwa sababu ukumbuka kuna wasanii wengi sana Nigeria, nadhani kuliko hata Tanzania ambao wanafanya vizuri na wamekuwa wakitoa ngoma kila kukicha, lakini Bongo Flava yaani flavor ya kibongo imeweza kutoa pale nchini Nigeria na wameweza ku-appreciate kwamba eh, Konde Boy amefanya kazi nzuri sana, lakini kusamu, kusamu, eh, mahi, pia bila kusahau kusahau uwezo wa Abby Chams katika ngoma hii umeweza pia kukubalika na eh, redio kubwa kama hizi diondosha mwani yako, hakikisha unabonyeza alama nyekundu ili ndiko subscribe.